wanaingia katika kusherekea sherehe za watu kama hawa katika siku kama hii. Ndugu yangu, ni haramu we Muislamu kumtumia ujumbe asiyekuwa Muislamu kwamba Merry Christmas, au ukamtumia kadi ya Krismasi, au ukamwandikia risala au kam, ukampa maua au ukamnulia zawadi ama ukapokea zawadi kutoka kwake. Yote haya ndugu yangu, ukiyafanya wewe umeshiriki katika kumtukana Mungu kwamba Mungu ana mtoto na Mungu hana mtoto. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hajawahi kuzaa wala hajawahi kuzaliwa.